Katika taasisi hii tutahakikisha tunaweka innovation ubunifu kama sehemu ya utamaduni wa kazi. Hatutafanya tu kazi, tutahitaji ubunifu. Tutatengeneza pale Jakaya, tumeshatengeneza incentive plan kwenye budget ya wafanyakazi wanaofanya ubunifu, kwa hiyo kaeni mkao kule, wale watu wakula, wale ambao mtaleta ubunifu kwenye taasisi yetu, na tutawariwadi. Kuanzia kule hata attendant, unaweza ukabuni njia gani inayomfanya huyu mgonjwa asikae muda mrefu, ukamweleza mkurugenzi hapa. kwa tunaanza na ma mawazo hata kule chini kabisa, kwa ubunifu ni wa kila, kila mtu. Mmekuwa mnafanya kazi hii kwa kujitolea pamoja mmekuwa mmepitia changamoto nyingi, kwa sababu niliweza kupata eh, eh, maelezo nikajua kabisa mmepitia changamoto nyingi, lakini mmesimama kwa kujali na kuwasaidia watu. Mungu awabariki sana, naomba mjipigie makofi. Tunakwenda kuwabadilishia maisha yenu tukifanya kazi tukifanya kazi kwa bidii, matumani haya hayajengwi juu ya maneno matupu, bali juu ya hatua madhubuti ambayo tutakwenda kuifanya, ambayo tunakwenda kuianza kwa pamoja tarehe moja mwezi wa kwanza ishirini ishirini na sita. Ni ni matumaini yangu ni matumaini yangu, kazi kwa bidii, na tutafanya kazi hii kwa transformation kubwa sana, transformation inayoanza na mtazamo, ina maana ya kutoka katika kufanya kazi kwa mazoea na kwenda kufanya kazi kwa malengo na matokeo. Nina expect mfanyakazi atafanya kazi kwa malengo na matokeo. Katika muktadha huo, tukaona kwamba kuna diocese ikaona kwamba kuna umuhimu vile vile kuingia ubia, sasa tunaingia na ubi, diocese imeingia ubia na JKCI ili kusaidia katika kuhakikisha kwa kwamba hospitali yetu inatoa huduma kwa sasa, lakini sasa hivi tuna malengo ya pili kuhakikisha kwamba tunaiweka hospitali yetu uh, tansaisha fin financial st st financial stable eh, ili kusudi iwe kuenda kuendelea kutoa huduma kwa uendelevu, lakini vile vile kuhakikisha kwamba diocese yetu inaendelea kuifanya nini, kuimiliki hiyo hospitali isije ikaonekana kwamba kama tuna matatizo ya fedha apita maduki akaja kuinunua au mtu mwingine. Kwa hiyo tunachotaka sisi ni kuhakikisha kwamba huduma inatolewa lakini tuna uendelevu wa utoaji wa huduma kwa wananchi, na hasa kwa eneo uh, mkoa wa Arusha na maeneo yanayozunguka na hata nchi ya jirani, kwa uh, sababu siku hizi kuna medical tourism. Kwa hiyo inaweza kutoa hiyo. Lakini la pili tuhakikishe kwamba, uh, diocese inaendelea kuhimilika. Kwa hiyo tarehe kumi na saba Novemba uh, diocese pamoja na JKCI um, walisaini mkataba bila bila kumengenya maneno huu ni mkataba wa miaka ishirini wa uendeshaji wa hospitali hii na <coughs> siyo... <coughs>